Tolea Mungu kwa uzuri. Kama huna kipato nyuma yako, amina. Lazima uwe na kitu mkononi cha kuweza kutenga kwamba hivi ni vya Mungu, hivi ni vya kwangu. Na katika utoaji ni somo pana pia linalohitaji muda na masaa na siku kwa ajili ya mtu kuweza kuelewa, na naamini tumejifunza kwa muda mrefu sana hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana kwamba katika mapato yako yote unayoyapata asilimia kumi ni ya nani? Ni ya Mungu. zile tisini zinazobaki uzigawe: hamsini itaenda kwenye mambo yako ya msingi ya kuendesha maisha yako, ishirini itaenda labda kwenye uwekezaji, kumi nyingine itaenda kwenye kusaidia yatima na wajane na wa, wenye uhitaji, kumi nyingine itaenda kwenye akiba na dharura. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa ni mtu wa utaratibu huo, hautakuwa na matumizi ya ovyo, kwa sababu kila pesa utakayoipokea mikononi mwako itakuwa inajua uelekeo wapi pa kwenda yenyewe, bila wewe kuipangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni somo pana linalohitaji muda. Sijui kwa nini imenipeleka kusema hizi kanuni tano, lakini naomba tuendelee ili tuweze kumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uamini kabisa kwamba ukiyatenda hayo kwa uaminifu utamwona Mungu kwenye maisha yako katika hali ya ukubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika mambo yote ya kiroho hautalazimishwa. Yaani utakuwa wewe mwenyewe una mzigo kutoka ndani. Kwa sababu tayari roho yako ulishaitiisha chini ya miguu ya nani? Ya Mungu. Hutasukumwa, hutakumbushwa, utajiendesha mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu ulishajifunza chini ya miguu yake wewe mwenyewe, bila kuhitaji msaada wa mtumishi. Yaani umejifunza kuitisha roho yako na kuyaenenda katika hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautasukumwa katika chochote, utakuwa na mzigo wa Mungu kiasi kwamba hata mtumishi anayekuchunga atakufurahia, kwa sababu umeamua mwenyewe kutoka moyoni mwenye, kusimamia hizo kanuni tano. Hakuna kitu utaimiza, utafanya kutoka ndani ya moyo wako bila kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tujifunze kuingia kanisani bila mazoea. Yani unapoingia ibadani, jua kabisa kwamba nimekuja kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Umeiandaa roho yako kutoka huko na maisha yako yote, hata unapotoka hapa yaendelee kuakisi kile unachofundishwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana, na yaakisi ile imani uliyoipokea kiasi kwamba hata huko nje unageuka kuwa ushuhuda mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sheria za ufalme tulizojifunza nyuma, naamini katika mafundisho ya Yesu yamebeba mambo yote haya.